Dunia inaomboleza kifo cha gwiji wa ndondi George Foreman anayefahamika kwa wengi kama Big George ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 75. Familia yake imethibitisha kifo chake kupitia ujumbe wa hisia kali kwenye Instagram, wakimtaja kama mume wa kujitolea, baba mwenye upendo, babu anayejivunia, mtu wa imani, unyenyekevu na dhamira Mioyo yetu imevunjika, familia imeandika. Alikuwa mtu anayeheshimika sana, mtu wa nidhamu, msimamo na aliyejitahidi kulinda heshima yake kwa ajili ya familia yake. Foreman alizaliwa Januari 10 mwaka 1949, huko Marshall Texas, na alikulia katika umaskini katika mazingira ya ubaguzi wa rangi kusini mwa Marekani. Baada ya kuacha shule na kujihusisha na uhalifu, alijikuta katika njia mpya maisha kupitia ndondi. Akiwa na umri wa miaka 19, alishinda medali ya dhahabu katika mashindano ya Olympic mwaka 1968 huko Mexico City, kisha akageukia mchezo wa kulipwa. Alitoa taji lake la kwanza la dunia mwaka 1973 baada ya kumshinda Joe Frazier kwa kumwangusha mara sita ndani ya raundi mbili tu. Katika maisha yake ya ulingoni alipata ushindi wa 76-68 kwa KO na alishindwa mara tano pekee, akiwa na idadi ya KO karibu mara mbili zaidi ya Muhammad Ali. Hata hivyo, pambano lake maarufu zaidi lilikuwa mwaka 1974 la Rumble in the Jungle lililofanyika Kinshasa, Zaire, sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo alipoteza taji lake kwa Muhammad Ali. Ingawa alikuwa kipenzi cha wengi kushinda, Foreman alichoka kutokana na mbinu ya Ali ya rope-a-dope na kupigwa KO raundi ya nane. Foreman alistaafu ndondi mwaka 1977 na kuwa mhubiri wa Kikristo akianzisha kanisa la Bwana Yesu Kristo kwa Texas. Alisema kushindwa na Ali lilikuwa jambo bora kabisa kuwahi kuntokea kwani lilimfanya jitambue upya na aeneze ujumbe wa kiimani. Mwaka 1987 alirejea ulingoni ili kukusanya pesa kwa ajili ya kituo cha vijana, akashinda mapambano 24, na hatimaye akarudisha taji la dunia mwaka 1994 baada ya kumshinda Michael Mora akiwa na miaka 45 na kuwa bingwa wa uzito wa juu mwenye umri mkubwa zaidi kuwahi kutokea. Foreman alipata umaarufu mpya kupitia bidhaa yake maarufu ya kupikia ya George Foreman Grill iliyoingia sokoni mwaka 1994. Grill hiyo iliuza mamilioni duniani kote kwa msaada wa kauli mbiu yake maarufu Lean Mean Grilling Machine. Foreman alioa wake watano na alikuwa na watoto takribani 12, ambapo watano kati ya wanawe wote walipewa jina George. Alieleza kuwa alifanya hivyo ili wawe na kitu cha kuwaunganisha daima, nikimwambia mmoja wetu akifanikiwa, basi tumefanikiwa sote. Mmoja akishindwa, sote tumeanguka, alisema. Kuanzia medali ya Olympic hadi kwenye kanisa na hatimaye kwenye televisheni, George Foreman alijibadili mara nyingi katika maisha na kuacha nyuma sio tu historia ya mchezo, bali pia ujumbe wa uvumilivu, imani na mshikamano wa kifamilia. Attention